Karibu tena katika chaneli yetu ya kliniki. Naitwa Dr Jimmy Ana. Leo tutaongelea juu ya changamoto ya kansa ya matiti. Ni changamoto ambayo sasa hivi imekuwa kubwa sana, kila ukitembea utakuta wanawake wana changamoto hii, lakini bahati mbaya wengi hawafahamu kama wana changamoto hii. Ndio maana tumekuwa tukiwashauri kwamba ukiona badiliko lolote lile ambalo linatokea kwenye eneo yako ya ziwa, basi wahi hospitali ili uweze kufahamu changamoto ni nini. Leo nitaongelea kansa ya matiti Sisijue ni nini, sababu za kansa ya matiti ni zipi, lakini pia tuelewe ni dalili zipi zinazoonyesha kwamba una changamoto ya kansa, na ukihisi dalili yoyote basi wahi vituo vya afya. Sasa hivi tuna hizo huduma karibia kila hospitali zote za kuangalia kansa ya matiti, ambayo imekuwa ni changamoto kubwa inayotesa wanawake wengi. Cha kwanza, kansa ya titi ni nini? Ambayo tunasema mara zote huwa ni ukuaji usio wa kawaida ule wa chembe chembe kwenye tishu za titi eh? Kama itakuwepo ukuaji wa tishu wa, wa ambao usio wa kawaida basi, unaweza ukapia ukaenea mwili mzima, lakini pia inaweza ikaongeza kwa hatari pale unapokuwa unaishi nayo kwa muda mrefu. Ukiona changamoto yoyote, unaona iko sawa na wewe unaishi nayo, hiyo ni changamoto kwa afya yako, na hii ndio maana ni kansa mojawapo inayoongoza kwa wanawake duniani. Sasa hapa nitakuelezea sababu kuu zinazopelekea kansa ya titi. Kwanza ni kulisi ambayo ni genetic factor. Kama mama au dada au ya familia yako ina historia ya kuwa na changamoto ya kansa, jua kwamba hiyo changamoto ipo kwenye jini na wewe unaweza ukawa nayo. Lakini namba mbili, tunasema ni mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni, kwa nini mabadiliko ya homoni? Wale tunaotumia zile njia za uzazi wa mpango za kisasa kwa muda mrefu, ni changamoto kubwa, ikiwepo matumizi ya P2, zile dawa zote zinazoondoa uh, uh, zinazo ujauzito au kutoa mimba ni changamoto kubwa sana. Ndio maana wengi tumekuwa tukiwaambieni kwamba unapokuwa unatumia hizi njia basi jua kwamba unajitengenezea kifo baadaye. Ndio maana baadaye tunapata changamoto za wanawake wenye ishu za kupata ujauzito, unakuta na kuambia ni changamoto. Shida ni nini? Shida ni kwamba matumizi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa kwa muda mrefu wanatumia wanaongi wanatumia uh, wanatumia nini? Wanatumia vitanzi, sindano, vidonge. Uh, ndugu yangu, hiyo ni changamoto kubwa ya kiafya. Lakini pia sababu namba tatu ni kuzeeka. Ni kwa nini kuzeeka? Kwa sababu tunasema hatari unaongezeka zaidi baada ya miaka 40 unapokimbilia ile menopause, usipofuata miongozo maalum maana ndio maana mara nyingi mtu akishafikisha miaka 40 inabidi umweke kwenye program ya mlo milo mizuri ambayo itamsaidia kumwondolea zile changamoto za uzee, kwa sababu homoni hapa zinabadilika sana, ingawa sasa hivi kikawaida unakuta mwanamke miaka 36 siku zake ameshaka Kata, sababu ya kuendelea kutumia hizi njia za uzazi wa mpango za nini? Aa, za kisasa. Kwa hiyo kuzeeka pia kuna kupa hatari, kwa hiyo ndugu yangu kama una miaka kuanzia thelathini na saba, njoo upate program maalum ya vitu gani ambavyo vitumie ili vitakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Tuna darasa hilo, na mara nyingi wengi tumewasaidia hizi changamoto za uzeeni, hawazipati kabisa. Lakini pia sababu nyingine tunasema ni unene uliopitiliza, mafuta mengi mwilini ubadilisha usawa wa homoni moja kwa moja, kwa hiyo homoni ule ukishabadilika moja kwa moja utakupelekea kansa ya matiti au kansa ya ziwa, ambayo ndo ugonjwa kabisa hatari duniani kwa wanawake wengi kabisa. Lakini pia kutonyonyesha kabisa e, wale ambao unakuta e, hawajabatika kupata na ujauzito, na utuambie hapo, kwa nini unafikiria wewe haupati ujauzito kwa nini ubebi ujauzito? Tuambie hapo, na unapokuja usituambie sijui, hakikisha unapokuwa ubebi ujauzito kachunguze hospitalini, wengi kuja twende kule kachunguzo hospitalini, uje moja kwa moja natuambia bana, mimi nina changamoto moja mbili tatu, ndio inayosababisha mimi nishindwe kubeba ujauzito. Ujauzito unabeba e, kama wengine wamebeba na wewe utabeba, kwa sababu umezaliwa una kila kitu. Lakini pia tunasema kuvuta sigara na unywaji wa pombe kupita kiasi. E, sasa hivi wanawake ndio wamekuwa na hii issue, wanawake wengi hii issue imekuwa ni ya kwao. Mara nyingi tunajua ni wanaume wanakunywa pombe e, lakini wanawake ndio wako hapo, pombe sigara, pengine wameenda mbele zaidi mihadarati wanatumia. Ndugu yangu, ukiona hiyo basi unajiongezea hatari Hey, ya kupata changamoto ya kansa ya matiti lakini pia kuna lishe duni lishe duni na kukosa ay, mazoezi ndio maana mara nyingi hapa kwenye lishe tumeshauandalia program wanawake ambao wana changamoto hiyo kama awewe una kuanzia miaka 37 plus njoo upate hiyo program niandikie kwenye comment neno in program na mimi nitaweza ku respond mapema sana kwa hiyo hizo ndio baadhi ya sababu zinazopelekea kansa ya matiti leo nitaongelea pia dalili za kansa ya matiti na wewe utaangalia, je anina dalili au sina dalili? Na ukiona mojawapo kimbia hospitalini mapema, ukaweze kuchunguza. Kwanza tunasema ngozi au chuchu kubadilika rangi. Wengi unakuta ngozi ya kwenye chuchu inabadilika na chuchu inabadilika rangi. Ukiona dalili hiyo, kimbia hospitalini, kimbia ukacheki. Wengi tumekuwa tukikaa nazo kwamba, hey, ngoja niendelee kuangalia. Ndugu yangu unapoendelea kuangalia, ndo kadri unavyojitengenezea kifo chako baada lakini pia maumivu au joto kwenye titi. Wengi unakuta titi moja, unakuta ni kama vile e, unakuta kama lina joto e, lina maumivu kidogo. Na wengi sasa tukiona hivyo unasikia takaa sawa tu, taka sawa tu. Ukiongea na mashoga zako, mnasaidizana kwamba ntakaa sawa ndugu yangu, hiyo sio sawa, itakupa changamoto kubwa, kachunguze ili sije ikakupa uh, ikakupa uh, ikakupa problem zaidi. Lakini pia chuchu kubadilika, unakuta chuchu inabadilika inaingia ndani au kutoa maji maji yasiyo ya kawaida eh? na wengi sasa hizi wakianza kuziona, uh, wa wajali kabisa badilika shtuka, ni changamoto kubwa hiyo, itakupeleka pabaya. Lakini mabadiliko ya umbo na ukubwa wa titi, unakuta titi moja dogo, jingine kubwa, unaona kabisa limebadilika umbo. Sikuzaliwa hivyo, mwanzoni sikuwa hivyo. Ndio maana tumekuwa tukiwambieni kwamba uh, Ukiona changamoto, ukiona mwanzoni ulikuwa hivi, lakini sasa hivi haupo vile kama mwanzoni, basi jua kwamba hapo kuna shida, inabidi utafute suluhisho kujua changamoto ni nini. Uvimbe au ubonge kwenye titi au kwapani, kwa mara nyingi utakuta mpaka huku kwapani kwa umeshapata uvimbe au kwenye titi. Ndugu yangu, ukiona hivyo usikae kimbio, starini ukaweze kuchunguza ili uweze kuanza matibabu mapema. Jamani, kansa inatibika, inatibika kabisa. Usiishi nayo hapo nyumbani, nenda hospitalini ili waweze kukuchunguza zaidi. Tuambie ni dalili ipi ambayo wewe inakusumbua. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.